Tarehe ya 31 mwezi Agosti, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa wito kwa kanisa kuwa Septemba mosi hadi Oktoba 4 ni siku maalum ya kuombea kazi ya uumbaji wa Mungu yaani mazingira. Pamoja na fadha Bonaventure Maro, ungana nami Sister Grace Hashim katika makala haya yanayoangazia umuhimu wa kazi ya uumbaji, yaani mazingira. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na akakabidhiwa vitu vyote vilivyoumbwa na Mungu ili avitawale na kuvitunza. Hii ni kwa sababu ya nafasi ya pekee aliyonayo mwanadamu katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu, kama tunavyosoma katika Zaburi ya nane aya ya kumi na tano kwamba, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na mwanadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima. Kumbe, katika viumbe vyote ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba mwanadamu amepewa hadhi ya pekee, amepewa nafasi ya juu kabisa, na kazi yake kubwa aliyopewa ni kutunza na kuendeleza uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu tangu kuumbwa kwake, amewekwa kwenye mazingira ambayo muumba wake amemwandalia. Padre Bonaventure anatueleza kiundani ni upi uhusiano uliopo kati ya mwanadamu na mazingira hasa uliojikita kimsingi kwenye maandiko matakatifu. Neno kutawala katika maandiko matakatifu lina maana ya kuwa wakili kwa uaminifu na kwa wajibikaji kwa niaba ya Mungu ambaye kimsingi ndiye aliye chanzo cha vitu vyote alivyo navyo mwanadamu. Neno hili kwa Kiebrania linajulikana kama rada, lina maana nyingine pia ambayo ni kuchunga au kutunza, kazi ambayo kimsingi ni kazi ya mchungaji. Kumbe mwanadamu alipewa wajibu wa kuyachunga na kuyatunza mazingira. Mwenyezi Mungu mara baada ya kumuumba mwanadamu alimweka katika bustani ya Edeni ili yailime na kuitunza. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya kumi na tano. Hakuwekwa katika bustani ili yatumie vilivyokuwepo na kuviharibu, bali yavitunze na kuviendeleza. Hapa tunakutana na maneno mawili ya msingi sana kutoka katika lugha ya Kibrania: neno abad na neno shamar neno abad hapa limetumika kumaanisha kulima. Kumbe Adamu alipewa bustani ili ailime, lakini pia neno hili linamaanisha kuhudumu. Alipewa bustani ile ya Eden ili, ili aihudumie na kuhudumia. Hapa maana yake ni kutunza na kuchunga. Neno la pili ni shamar, likiwa na maana ya kulinda na kutunza. Kumbe Adamu hapa alipewa wajibu wa kulima sio kulima tu, alipewa wajibu wa kuhudumia, sio kuhudumia peke yake, alipewa wajibu wa kutunza na kulinda uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kumbe kila mwanadamu kimsingi, tangu mwanzo, ana wajibu huu mkubwa kama mtunzaji, kama mlindaji wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika nyanja zote za maisha yake. Kumbe mwanadamu ni sehemu muhimu sana katika uumbaji. Mwenyezi Mungu alimfanya mtu kutoka katika mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya saba. Kumbe sisi ni viumbe wa kidunia na kiroho, hadhi yetu na asili yetu, chanzo chake ni Mungu na wito wake umefungamanishwa na wajibu wa kulinda, kutunza, kuthamini, kuhudumia na kuendeleza mazingira yake. Kumbe mwanadamu hana mamlaka na haki ya kuyaharibu mazingira kwa kuyatumia vibaya vile atakavyo. Anapaswa kutumia njia bora na rafiki kwa uwajibikaji na uwakili katika kuhusiana kwake yeye vyema na mazingira yake. Uhusiano mzuri uliokuwepo kati ya mwanadamu wa kwanza na mazingira uliharibiwa kutokana na anguko la mwanadamu. Sasa, ni upi mpango wa Mungu katika kurejesha uhusiano uliopotea kati ya mwanadamu na mazingira? Mahusiano ya mwanadamu na viumbe vingine vyote kabla ya anguko la wazazi wetu wa kwanza yalikuwa ni mahusiano mema sana. Hakukuwa na uadui kati ya mwanadamu na uumbaji wa Mungu. Kulikuwa na amani na mahusiano mema. Anguko la wazazi wetu wa kwanza, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aya ya kwanza hadi 24, liliharibu mahusiano haya mema ambayo yalikuwepo tangu mwanzo wa ulimwengu. Matokeo ya kosa la wazazi wetu wa kwanza yakapelekea uadui kati ya mwanadamu na uumbaji. Ardhi ambayo mwanadamu alikabidhiwa ili ailinde na kuihudumia ikalaaniwa. Mwenyezi Mungu alimwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako kala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aya kumi na saba. Ardhi iliyobarikiwa na Mungu ili izae na kuwapatia chakula, sasa imelaaniwa na kwamba itazaa michongoma na miiba. Uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na uumbaji unahama kutoka mwanadamu kama mtawala na mtunzaji kama mlindaji kama mlimaji na mchungaji na kuwa vita ya kugombania rasilimali hizi za Mungu. Kumbe dhambi ya wazazi wetu wa kwanza ilivuruga kabisa muafaka wa asili ambao aliuweka Mwenyezi Mungu tangu mwanzo. Iliharibu mahusiano, kwanza kabisa na Mungu kwa kuondolewa katika bustani aliyowapa ili waitunze; pili, mahusiano kati ya wao kwa wao, hakuna tena undugu naona baadaye Kaini anamuua ndugu yake Abeli na Mwenyezi Mungu anapomuuliza, yupo wapi ndugu yako? Kaini anasema mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Kumbe hakuna tena uhusiano mzuri, hakuna undugu kati ya mtu na mtu. Ukaingia uadui kati ya mwanadamu pia na viumbe vingine alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Tabu na mateso na kisha kifo vikaingia katika historia ya mwanadamu na uumbaji ambao Mungu aliuumba katika wema na uzuri wake wote. Ni baada ya kosa la wazazi wetu wa kwanza, Mwenyezi Mungu hakumwacha mwanadamu katika dhambi ya mauti. Anaanzisha tena mpango wa ukombozi ambao ulikamilishwa kwa sadaka ya Kristo, yani mateso, kifo na ufufuko wake wakati utimilifu wa nyakati ulipoadia. Mpango wa ukombozi ulikuwa ni kupatanisha tena vitu vyote na Mungu, sio kutupatanisha sisi wanadamu na Mungu pekee. Bali ni kurudisha ule upatanisho uliokuwepo tangu mwanzo, kurudisha ile hali ya amani, hali ya utulivu iliyokuwepo tangu mwanzo kati ya mwanadamu na vitu vingine vyote ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba. Neno wa Mungu ambaye alikuwako tangu kuumbwa kwa ulimwengu, anatoa mwili, anaingia tena katika ulimwengu, anatoa udhaifu wetu, na anaupatanisha tena ulimwengu wote na Baba wa milele kama anavyotufundisha mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya kwanza aya 16 hadi 20, kwamba kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo duniani na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, na kwa yeye alivipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu yake msalabani, kwa yeye ni vitu vyote vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Wito wetu sisi sote kama wana wa Mungu kwa njia ya Kristo ni kuendeleza upatanisho kati yetu sisi na uumbaji wote wa Mungu. Kulinda mazingira ni wajibu na utume wetu siku zote. Kwa kufanya hivyo, tunafanya ulimwengu kuendelea kuwa sehemu salama ya kuishi kama vile alivyopanga Mwenyezi Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Tunashiriki na kuendeleza kazi ya Mungu ya uumbaji na ukombozi. Wajibu wetu sisi katika uumbaji wa Mungu katika mazingira yetu ni upi hasa? Mwenyezi Mungu kama alivyompa Adamu wajibu na mamlaka juu ya uumbaji na viumbe vyote, sisi nasi kila mmoja wetu ana wajibu huo huo wa kuendeleza, kutunza, kulinda, kuthamini uumbaji wa Mungu kama mawakili tu kwa niaba ya Mungu ambaye dunia na vyote vilivyomo ni mali yake. Je, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, tujiulize kama wakili wa Mungu niliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wajibu wangu ninaotekeleza namna gani katika kuhakikisha dunia inakuwa mahali salama pa kuishi? Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Ndugu yetu wa kwanza ni mazingira yetu ambayo bila hayo kimsingi hakuna uhai. Je, ninayalinda mazingira kwa kutokuwa chanzo cha uharibifu wa ulimwengu mzuri namna hii ambao Mungu aliuumba? Ninalinda na kuthamini zawadi ya uhai na maisha? Tunaishi katika ulimwengu uliogubikwa na wimbi kubwa la uharibifu katika nyanja mbalimbali mbali. Ulinzi unaanza na mimi na wewe. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu, wewe ni mlinzi wa ndugu yako, sisi ni walinzi wa ndugu yetu wa kwanza ambaye kimsingi ni mazingira yetu. Mwenyezi Mungu anatualika pia kutumia baraka za uumbaji wake katika kuwasaidia walio wadogo, wa kujitahidi kuona na kuguswa na matatizo mbalimbali yatokanayo na madhara ya uharibifu wa uumbaji wa Mwenyezi si Mungu, na kuyataftia majibu sahihi kulingana na alama za nyakati. Wapo watu wengi wanaoteseka kwa sababu ya athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Wapo wanaoteseka kwa sababu ya, ya njaa, majanga ya asili kama vile mafuriko, ukame, matetemeko ya ardhi, magonjwa mbalimbali yatokanayo na uharibifu wa mazingira na kadhalika. Tunyoshe mikono yetu, tuyaponye mazingira yetu, tuchukue hatua stahiki. Na tuone na kuguswa na shida za wale ambao pengine wameshaathirika kwa kiasi kikubwa na madhara yatokanayo na uharibifu wa mazingira yetu. Mtakatifu Francisco wa Assisi ndiye mtakatifu maarufu zaidi katika jitihada za utunzaji wa mazingira. Sasa ni upi mchango wa mtakatifu huyu katika utunzaji wa mazingira? Mtakatifu Francisco wa Assisi anatufundisha jambo la muhimu sana katika wimbo wake uliohusu mazingira tunapokaribia kuadhimisha kumbukumbu kumbu ya mtakatifu Francisco wa Asizi tarehe 4 Oktoba kila mwaka tunaadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu Francisco wa Asizi, tunatambua na kuthamini mchango wake mkubwa kama mmoja wa watakatifu waliothamini na kutunza kwa namna ya pekee zawadi ya uumbaji wa Mungu. Mtakatifu Francisco wa Asizi, mnamo mwaka 1224 hadi 1225 mwishoni kabisa mwa maisha yake aliandika wimbo maarufu sana uliojulikana kama Laudato si, yaani uhimidiwe e Bwana. Mtakatifu Francisco wa Asizi alikuwa ni mtu wa sala na upendo mkubwa sana kwa Mungu, hivyo aliona dunia na viumbe vyote kama ndugu na dada kutoka kwa baba mmoja wa mbinguni. Aliita ndugu jua, dada mwezi na nyota, ndugu upepo na hewa, dada maji ndugu moto na dada dunia. Lakini pia alitaja dada kifo, akionyesha kuwa hata kifo ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Wimbo huu umekuja kuwa waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco, ambapo mnamo tarehe 24 Juni mwaka 2015 aliutoa waraka rasmi. Ni hati rasmi ya Kanisa Katoliki inayoshughulikia hasa mada kubwa ya mazingira na utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja yaani, the care for our common home. Waraka huu tutauangazia kwa kifupi hapo baadaye. Turejee katika wimbo huu maarufu wa mtakatifu Francisco unaojulikana pia kwa jina la Il Cantico Delle Creature ama Laudato Si, uhimidiwe ee Bwana. Katika wimbo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, Padre Bonaventura Maro anatueleza zaidi juu ya maana katika wimbo huo. Nini hasa maana ya wimbo huo Mtakatifu Francisco Laudato Si? Kwanza, Mtakatifu Francisco anatuambia uanatufundisha juu ya uhusiano wa pekee kati ya familia moja wa viumbe vyote na mazingira. Lengo la wimbo huu maarufu wa mtakatifu Francisco wa Asizi ni kuonesha uhusiano wa karibu na wa pekee kabisa uliopo katika viumbe vyote vya Mungu. Kwa mtakatifu Francisco wa Asizi, viumbe vyote havikuwa mali ya mwanadamu pekee, bali ni familia moja ya Mungu. Aliamini kuwa binadamu hawako juu ya viumbe ili wavitumie vibaya bali wako katika mshikamano wa pamoja na viumbe vyote. Hiki kimsingi ndio maana ya wajibu ule aliopewa Adamu na Mungu alipokabidhiwa bustani ya Edeni ili yailime na kuitunza. Pili, Mtakatifu Francisco anatoa sifa kwa Mungu muumba wa vitu vyote. Kila kiumbe kilimkumbusha Mtakatifu Francisco juu ya ukuu wa Mungu. Aliamini kuwa viumbe vyote vinamsifu na kumwimbia Mungu kwa namna yao nasi wanadamu wote tunapaswa kuungana nao katika sifa. Hivyo, mazingira ni kioo kinachoakisi utukufu wa Mungu. Hapa anatafakarisha tena juu ya ile Zaburi ya nane ambapo mzaburi anaona ukuu wa Mungu azitazamapo mbingu, kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu, mwezi na nyota za mbinguni, na mwanadamu aliyemuumba mdogo kidogo tu kuliko yeye mwenyewe akamvika taji ya utukufu na heshima. Kumbe Mtakatifu Francisco anamsifu na kumtukuza Mungu muumba wa vitu vyote. Tatu, Mtakatifu Francisco anatufundisha juu ya maisha ya unyenyekevu na kumtegemea Mungu. Mtakatifu Francisco kwa kumwita dada dunia, ndugu moto, alikiri kwamba binadamu anategemea uumbaji kila siku kwa chakula, kwa hewa, kwa joto, kwa maji na mahitaji mengine mengi ya msingi ambayo kimsingi ndivyo ilivyo hata katika mazingira yetu na maisha yetu ya sasa. Hii inatufundisha kuwa wanyenyekevu, kutambua thamani ya mazingira yetu na kukiri kuwa hatuwezi kuishi pasipo mazingira haya. Mwenyezi Mungu alitupatia mazingira haya ili tuweze kuishi, tuyajali, tuyatunze, tuyaendeleze ili iwe ni nyumbani kwetu sisi sote kama watoto wa Mungu. Nne, anatufundisha kuhusu ekolojia ya kiroho. Wimbo huu wa Mtakatifu Francisco wa Asizi ni mfano wa kwanza kabisa wa teolojia ya Kikristo kuhusu mazingira. Wimbo huu unaunganisha imani, yaani kumtukuza Mungu na maisha yetu ya kila siku, yaani kuilea na kuitunza dunia, uumbaji ambao kwao tunamtukuza Mungu. Mtakatifu Francisco kwa wimbo huu maarufu wa Laudato Si au Il Cantico Delle Creature anakuwa ndiye mtakatifu wa ekolojia, yaani mtakatifu anayeeleza uhusiano uliopo kati ya viumbe na mazingira, ambao kimsingi ndio unaowezesha maisha kuendelea kuwapo katika ulimwengu huu. Tano, Mtakatifu Francisco anatufundisha maisha, mateso na matumaini. Mtakatifu Francisco, ikumbukwe, aliandika wimbo huu akiwa mgonjwa sana na karibu kuwa kipofu. Ilikuwa ni mwaka 1224 au 1225 hivi. Hata hivyo, hakusita kuendelea kuimba kuhusu uzuri wa dunia na upendo wa Mungu. Hii inamaanisha kuwa hata katika nyakati za mateso na giza bado kuna uzuri na tumaini katika Mungu na katika uumbaji wake. <tipos> Na je, wimbo huu umejaa ujumbe gani hasa kwa ulimwengu wetu huu wa sasa? Kwanza unatukumbusha juu ya uharibifu wa mazingira duniani. Dunia yetu ya leo inakabiliwa na changamoto kubwa. Mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo kimsingi yametokana na uharibifu mkubwa wa mazingira yamepelekea ukame, ongezeko la joto kali duniani kutokana na kuharibika kwa ozone layer, mafuriko njaa, magonjwa mbalimbali yasiyokuwa na tiba na kadhalika. Uchafuzi wa hewa na maji umehatarisha kwa kiasi kikubwa sana afya ya binadamu na afya ya wanyama. Hali kadhalika, ukataji wa miti hovyo umepelekea uharibifu mkubwa sana wa uoto wa asili, kupotea kwa wanyama pori na ongezeko la hewa ya ukaa, yani carbon dioxide. Lakini pia kupotea kwa bioanuwai, yani aina mbalimbali mbali za viumbe zimepotea kabisa kutokana na kuharibiwa kwa mazingira yaliyowawezesha kuishi na kuendelea kuwepo. Kwa kuzingatia changamoto hizi tajwa ambazo kimsingi zimeukumba na kuuathiri kwa kiasi kikubwa ulimwengu wetu wa sasa, Baba Mtakatifu hayati Baba Mtakatifu Francisco akiwa na mawazo yale yale kama Mtakatifu Francisco wa Asizi, aliona hili sio tu tatizo la kisayansi bali pia ni tatizo la kiroho, ni tatizo la kimaadili na ni tatizo la kijamii pia. Ndio maana akajibu changamoto zilizokumba mazingira kwa wakati wetu kwa kurejea tena ule wimbo maarufu wa Mtakatifu Francisco Il Canto delle Creature au Laudato Si, waraka uliotolewa rasmi tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2015. Unapo tafakari dhima hii muhimu ya uumbaji na mazingira, waraka huu unatukumbusha pia mambo yafuatayo. Unatukumbusha athari za uharibifu wa mazingira kwa maskini na wanyonge. Baba Mtakatifu Fransisko mara nyingi alikuwa akisema, kilio cha dunia ni kilio cha maskini. Kilio cha dunia na kilio cha maskini ni kitu kimoja. Wahanga na waathirika wakubwa wa uharibifu wa mazingira kimsingi ni maskini. Wakati mazingira yanaharibika, maskini ndio wa kwanza kuathirika, kwa, kwa ukame kuathirika kwa, kwa njaa kuathirika kwa uchafuzi mkubwa wa hewa, mafuriko, magonjwa na athari nyingine nyingi. Baba mtakatifu anasema wenye mali wanaweza kujilinda, lakini wanyonge hawana msaada wowote. Hivyo waraka wa Laudato Si ukakumbusha juu ya mwito wa haki ya kijamii, yaani social justice, kwamba madhara yatokanayo na uharibifu wa mazingira yanayowagusa moja kwa moja maskini kuliko matajiri. Ni mchango wa dunia nzima. Mataifa ambayo yanaongoza katika kutoa hewa na gesi chafu yanasababisha maumivu na vilio katika mat ma mataifa ambayo ni maskini, ambao hawana uwezo wa kujikinga na athari zitokanazo na ule uharibifu mkubwa wa mazingira. Kwa Baba Mtakatifu anatualika na kutukumbusha tena kuwa na hiyo social justice, kuwa na haki na usawa wa kijamii kuona kwamba madhara tunayosababisha sisi ambao pengine tuna uwezo wa kujilinda yanaanza kuwa na matokeo hasi kwa wale ambao ni maskini wasiokuwa na uwezo wa kujikinga. Lakini pia Baba Mtakatifu anatupa wito wa mshikamano wa pamoja katika kuilinda nyumba yetu ya pamoja. Laudato Si sio barua ya Wakatoliki pekee bali kwa watu wote wenye mapenzi mema. Baba Mtakatifu Francisco alitaka dini, sayansi, siasa na jamii nzima zishirikiane katika kutunza nyumba yetu ya pamoja. Ni wote sisi kama wana wa Mungu ambao baba yetu ni mmoja na nyumba yetu ni moja, tunapaswa kushiriki kwa kina na kumshikamano katika juhudi za kulinda athari zozote dhidi ya mazingira yetu. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake huu anazungumzia juu ya ekolojia uunganishi, yaani integral ecology hii ina maana gani kwetu sisi? Anatufundisha kuwa maisha ya binadamu, jamii, uchumi, siasa ni mazingira ambayo yameunganishwa pamoja kabisa. Hatuwezi kuzungumzia imani na maendeleo ya binadamu bila kuzungumzia hali ya mazingira. Kwa mfano, ukataji miti hovyo katika upande mmoja wa dunia lazima unaleta athari mbalimbali mbali katika upande mwingine wa dunia au katika dunia nzima. Kwa hiyo madhara uharibifu wa mazingira sehemu moja ni madhara yetu sote, hakuna sehemu itabaki salama. Baba mtakatifu anatoa wito wa uwajibikaji wa pamoja. Laudato Si yatukumbusha kuwa kila mmoja wetu ana jukumu kwanza la kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kupunguza kwa kiasi kikubwa taka za plastiki, kupanda miti kwa wingi ili kulinda vyanzo vya maji na kupunguza hewa ukaa, kupunguza matumizi ya kemikali hatarishi katika shughuli za kibinadamu na mazingira ni wito wa serikali na mashirika kutunga sheria pia na sera madhubuti za kulinda mazingira yetu. Ni wito wa ushirikiano wa kimataifa katika kupunguza kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa mazingira ambao madhara yake kimsingi ni kwa nchi zilizo maskini. Baba Mtakatifu anatualika pia kuwekeza katika matumizi ya gesi safi ili kupunguza utegemezi wa miti kama chanzo cha nishati hai unaopelekea kwa kiasi kikubwa uharibifu wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Pia anatualika kutunza vizazi vijavyo, wito wa kutunza vizazi vijavyo. Dunia tulionayo kimsingi siyo yetu peke yetu, bali ni urithi kwa watoto na wajukuu wetu kwa siku za baadaye, anatuambia Baba mtakatifu Francisco. Hivyo kuiharibu dunia ya leo ni sawa na kuiba mustakabali wa vizazi vijavyo. Kumbe amri ya Mungu kwa wanadamu kuilima na kuitunza bustani ya Eden ni amri ya vizazi na vizazi. Ni wajibu wa lazima kwa vizazi vyote. Kilio cha dunia ni kilio cha Mungu mwenyewe anayesema, tazama nitafanya yote kuwa mapya. Hivyo tunavyoishi kwa hekima kwa maisha ya sasa tukiwa na jicho ya kinifu la maisha ya vizazi vijavyo, tunashiriki katika mpango wa Mungu wa uokovu. Tunashiriki pamoja na Kristo katika kazi ya kuupatanisha ulimwengu mzima baba Mtakatifu akatukumbusha kuwa kuyatunza mazingira ni kitendo cha kiroho, kwa kuwa dunia ni zawadi ya Mungu. Kuitunza ni kumshukuru Mungu kwa zawadi hiyo, na kuipuuza hali kadhalika ni dhambi dhidi ya Mungu na dhidi ya jirani zetu. Hivyo mpendo wa msikilizaji, wito wa kutunza mazingira ni wito wangu mimi na wewe, ni wito wetu wa kila mmoja aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, ni mwaliko kuheshimu uumbaji kimsingi kama zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe ni wito wa kusikiliza kilio vilio vya masikini wanaoteseka kwa matokeo ya dhambi ya kutojali uharibifu wa, wa nyumba yetu ya pamoja, yaani mazingira yetu. Ni mwaliko wa kushirikiana kwa pamoja kufanya kwa vitendo na mshikamano, ili dunia iwe mahali salama pa kuishi kama vile Mungu alivyopanga iwe tangu kuumbwa kwa ulimwengu, kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Swala la utunzaji wa mazingira ni swala letu sote, si swala linalowahusu watu wa dini, kabila au cheo. Hivyo ni wajibu wetu kuitunza nyumba yetu ya pamoja ili kuifanya iwe bora zaidi.